Serikali inatambua kuwepo kwa wananchi wasio na uwezo wa kuchangia gharama na hudu, za huduma za afya ikiwa ni pamoja na wale walio katika makundi maalum ya kijamii mathalan, wazee walio na umri zaidi ya miaka sitini ambao hawana uwezo wa kipato, watoto wenye umri chini ya miaka mitano, watoto katika mazingira ya hatarishi, wanawake wajawazito na watu wasiojiweza kiuchumi pia wenye magonjwa sugu kama saratani, ukimwi, kisukari, magonjwa ya moyo, pumu, siko sel, kifua kikuu, ukoma na magonjwa ya akili. Mheshimiwa Spika, kulingana na sera ya afya elfu mbili na ishirini, na, na, elfu mbili na saba, serikali hutoa msamaha kwa gharama za kuchangiaji huduma za afya kwa wananchi wote wasio na uwezo wakiwemo watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, ninashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali na ninaomba niipongeze serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo imeendelea kuweka mipango mizuri na mikakati kwa kundi la watu wenye ulemavu na makundi mengine. Mheshimiwa Spika, sina swali la nyongeza isipokuwa nina ushauri. Ushauri wangu wa serikali ni kwa, kwa serikali ni kwamba mambo yaliyozungumzwa kwenye jibu la msingi ni mazuri sana, lakini sasa kuwe kuna ufuatiliaji wa utekelezwaji wa haya ambayo yamezungumzwa kwenye jibu la msingi. Asante mheshimiwa Spika. Mheshimiwa naibu waziri, kwa sababu hakukuwa na swali, umepewa ushauri, nadhani upokee huo ushauri.